Unapoota unashambuliwa na mnyama maana yake nini yani? Unapoota unashambuliwa na mnyama maana yake nini yani? Mnyama na kushambulia maana yake nini? Kwa mfano tuangalie Danieli sura ya saba mstari wa kwanza tutaangalia mpaka kwenye mstari wa kumi na saba Tutasoma kwa makini, nambo nifatishe kwa makini sana kwa sababu leo hii tutakatotoke katika kifungo hichi. Adui yako ameamua kuja rohoni, ndio maana amejigeuza maumbo. Sasa hebu tuangalie: katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, Danieli ali aliota ndoto. Kumbe Danieli aliota nini? aliona ndoto na maono na kichwa chake kitandani mwake basi akaiandika ndoto akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Suala la kujiuliza, je, mzangu wewe unaandikaga ndoto, hata kama ni mbaya? Je, wewe unaandika? Mwenzako akaiandika nini ndoto? Nawe jifunze kuandika ndoto hizi ili kusudi. Kuna, kuna, kuna, kuna ndoto nyingine zina ahadi ya Mungu, sio mbaya, ni nzuri, zina ahadi ya Mungu. Sasa andika ndoto zako, ikiwa inaelezea habari ya hatima yako au ikiwa inaelezea mahali ulikofungwa. E, kuna wakati katika ulimwengu leo, unaona ni wapi shetani amekufunga? Unaona sasa, mstari wa pili, Daniel akanena akisema, na niliona katika maono yangu wakati wa usiku. Umeona wakati wa usiku, natazama hizo pepo nne za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa, ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wana wanamna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mbawa ya tai. Nikatazama hata mbawa yake yaka yakafunika, manyoya yakainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu ya juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Naona akasema, ndipo nikaona wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Je, ulipoenda kulala na wewe uliwahi kuona wanyama <clears throat> walikuwa ni wakubwa au walikuwa ni wadogo? Mnyama anapokuwa mkubwa, ina maana kwamba ametokea katika mamlaka kubwa. Mnyama unapomwona ni mdogo, maana yake ametokea katika mamlaka ndogo. Kuna wakati unaweza ukaota vinyoka vidogo vidogo vinakukimbiza na wewe unaanza kuogopa, usijue kwamba ni maadui ambao wametoka katika mamlaka ya chini. Unaona mamlaka yao ni ya chini sana, kiasi kwamba sasa unaweza ukaomba wakaondoka. Anapokuja mnyama mkubwa na maana kwamba wametokea katika mamlaka ya juu. Kwa hiyo juhudi ya kuomba lazima iwe ni iwe ni kubwa iweze kumwondoa yule. Lazima umakini hapo. Na na nashambulina visisimizi, ina maana kwamba ni vitu au ni viumbe na mashambulizi ambayo yametokea katika mamlaka ya chini. Sio, unanielewa mwana Mungu? Sasa wanyama walikuwa ni wakubwa wanne. <coughs> Akasema wa kwanza alikuwa kama simba. Je, na wewe uliwe kuota simba, na wapili alikuwa na mbawa ya tai, nikatazama nikatazama kwa mbaya mba yake yakafunika manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili na kama mwanadamu, naye akapewa umoyo wa kibinadamu. Na tazama mnyama mwingine wa pili alikuwa, alikuwa kama dubu. Na tazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno katika meno yake, wakamwambia mnyama huyo hivi, Inuka ule nyama tele. <coughs> Je, wewe ulie kumwona dubu? Mstari wa sita: kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya juu ya ya mgongo wake alikuwa na mbawa nne kama ya ndege na mnyama huyo alikuwa ana vichwa vinne, akapewa mamlaka tumeona. Hapa ni wanyama mbalimbali wa mbali. Kwanza ni chui, mingine ni dubu, mingine ni simba, na Danieli alifanikiwa kumuona mnyama na jinsi alivyo alivyo hmm. Tunaona wanyama walikuwa ni wakubwa. Je, na wewe uliye kuona wanyama ambao ni wakubwa, au wanyama walikuwa ni wadogo wanakushamulia kwa hiyo usiogope. Napokuambia hivi lazima ongelee vita yako ni namna gani. Je, vita yako ni kubwa? Aaa, nyama napokuwa ni mkubwa, maana vita yako ni kubwa. Nyama napokuwa ni mdogo, maana vita yako ni dogo, maana kama umetoka katika mamlaka ya chini <laughs> sasa Danieli akabahatika kufahamu maana ya nini, maana ya ndoto hiyo, baada ya kuona wanyama rohoni, akabahatika kufahamu maana ile ndoto. Mstari wa kumi na tano basi mimi Danieli, roho yangu ikahuzunika mlini mwangu, naye na hayo maono yangu kichwa changu yakanifadhaisha, yaka nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya ya kweli ya hayo yote. Basi akanyambia akanjulisha tafasiri ya mambo hayo, wow. <laughs> Ce, wewe ulipota ndoto unashambuliwa, unakimbizwa Ehe, ulimona mtu ametokea katika ulimwengu alo. Kama ulimona mtu anatokea ina maana kwamba basi Mungu ameingilia kati swala lako. Kuna wakati leo unaweza kujikuta hauna nguvu. Unakimbizwa lakini hauna nguvu, unataka kuanguka lakini ghafla akatokea mtu kakushika. Au ghafla ikatokea kuna nguvu imekuingia ukashangaa umeshinda. Hii inakujulisha kwamba Mungu ameingilia kati swala lako. Mwana, katika ulimwengu leo e, kuna jambo limetokea la, la kukuangamiza, lakini Mungu ameingilia kati. Na huyu Danieli akaona ni wanyama kabisa, lakini akabahatika kumwona mtu. Na mimi nasema hivi, katika kila mashambulizi yanakupata katika ndoto, Mungu aingilie kati na umuone katika katika jina la Yesu. Ikiwa labda kuna mtu anakushambulia amchikeuza, imekuwa ni umbo fulani, nasema kabla ya kukamata, Mungu aingilie kati na umwone ndotoni katika jina la Yesu sasa mstari kumi na sita nikamkaribia mmoja wa hao walisimama karibu nikamuuliza maana ya maana ya kweli ya hayo yote basi akaniambia akanijulisha tafsiri ya mambo hayo wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakotokea duniani unaona wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Tunaona Danieli anaweza kufahamu, kumbe kumuona simba, kumuona dubu, eh, kumuona yule mnyama ambaye ni mkubwa, kumbe ni wafalme. Kama vile inavyoona ni wakubwa, ina maana kwamba mtu katika mamlaka ya juu ni wafalme. Yeye mfalme ni, ni, ni mtu anetawala. Mfano tawala Tanzania ni Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nini, falme, falme <clears throat> falme ni ofalme ofalme wakubwa. Ofalme ni mtu ambaye ana mamlaka sana, ana mamlaka ya juu. Maakambia, unapoona kiumbe chochote basi kikubwa kimetokea mamlaka ya juu, kidogo kimetokea mamlaka ya chini. Lakini unapomwona mnyama na kushambulia, maana yake ni mtu unashambuliwa na mtu. Malaika kamwambia Danieli, bwana wao ni wafalme, mfalme ni mtu. Unaona kumbe unaweza kuwa unashambuliwa na mtu. Mimi nasema leo kiume chochote kile kitakachokuja awe ni paka mkubwa, awe ni mbwa mkubwa, anataka kung'ata. Mimi nasema leo ninamvua sura yake; abaki katika umbo la asili katika jina la Yesu. Au kama amekuja na sauti kama ya mtu imechanganyika na ya paka. Mimi nasema leo ibaki sauti yake ya asili. Utashangaa unaanza kusikia sauti ya baba dogo au sauti ya mama dogo. <laughs> nakufurisha mambo ili uweze kufahamu maadui zako, kwamba umezungukwa na maadui katika alo. Ndio maana sasa akamwambia bwana hawa ni wafalme, lakini rohoni wanaonekana ni wanyama. suanlewa kuna wakati mtu anavyoonekana mwilini, lakini rohoni anaonekana ni kitu kingine. Kwa mfano itakufurisha jambo jingine hapa hapa. Kwa mfano kiangalia kwenye Mwanzo arobaini na tisa mstari wa ishirini na saba Mwanzo wa bandaa tisa mstari wa saba, utaona hapa kwamba kuna mtu anasema hapa ni mtu, lakini hilo loni anaonekana ni kitu kingine. Kwa mfano, ukimangalia hapa, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kulalua ehe, mwenye kulalualua, asubuhi atakula mawindo, naye jioni atagawanya mateka. Huyu ni Yakobo alipokuwa akitaka kuwabariki watoto wake Yakobo alipokuwa anataka kubariki mtoto wake akamwangalia Benjamin. Benjamin ni mtu. Benjamin ni kaka yake Yusufu. Ni umeona? Ni mtoto wa Yakobo kabisa, lakini akimwangalia Benjamin, anasema Benjamin ni mbwa mwitu. Ni mbwa mwitu mwenye kulalua lalua. <laughs> Kuna wakati unaweza kuona ni mtu lakini katika ulimwengu alo anawakilisha kitu kingine. Ndio wanapali akaona ni mnyama mkubwa lakini malaika kamwambia, bwana wale akamwambia wale, wale ni watu, ni wafalme watatokea katika nchi au, watatokea baharini au duniani a, katika nchi au duniani. Ndivyo hivyo kwamba unaweza kuona ni mtu lakini ron, anakuja kama mbwa mwitu. Unaona ni mbwa mwitu anakula lua lalua lakini kumbe ni mtu. Nasema leo hii chochote kitakachokuja katika ulimwengu leo awe ni mbwa mwitu anakushambulia, awe ni mbwa mwitu wa kawaida, inasema abaki kwenye mbwa la asili, uliweza kumjua katika jina la Yesu. Utaona Yakobo anasema Benjamin ni mbwa mwitu mwenye kulalua lalua, lakini Benjamin ni mtu. Sasa unaposhambuliwa na mnyama yoyote, jua kabisa huyo ni mtu, amekuja rohoni kwa namna nyingine ili kusudi sifa sasa ukisoma tena kwenye Mwanzo hiyo hiyo hapa na tisa mstari wa kumi na saba akasema, Dani atakuwa nyoka barabarani. Dani ni mtu, lakini babake anapotaka kumbariki Dani akamwona huyu Dani atakuwa ni nyoka, nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye akaanguka chali. Kazi <laughs> yake anamuma farasi. Kazi yake anamuma tapandaye ananguka chini. Yakobo alipokuwa akiangalia watoto wake huwa anaangalia katika ulimwengu Yakobo alikuwa ni Yakubu, walikua ni mtu anayemfahamu Mungu. Akimwangalia huyu bwana huyu huyu ni nyoka. Wewe unamuona Dani lakini huyu ni nyoka. Unamuona huyu Benjamin, mimi naona ni mbwa mwitu. Unaona ni tofauti ya kuona. Lazima upe macho ya kuona kuwatambua watu wazuri na wasio wazuri katika jina la Yesu. Mungu akupe macho hayo katika jina la Yesu. Unaweza kuona ni mtu ni mzuri, kumbe leo ni nyoka. Ukisubutu kuwa karibu naye atakugonga njiani, utaanguka chini. Mungu akutenge na mabaya. Sasa ukisoma tena kwenye Mwanzo hiyo hiyo arobaini na tisa mstari wa tisa e, anasema Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo mwanangu, umepanda alinama, akajilaza kama simba na kama simba mke, ni nani atakaye mwamsha? Naona no. Yuda ni nani? Ni simba, ni mwana simba. Sisi tunamwona ni Yuda, lakini kumbe ni nani? Ni mwana simba ametoka katika mawindo, mwanangu amepanda, alinama kama ay, akajilaza kama simba na nak, kama simba, ni nani atakayemwamsha? Unaona, kumbe yuda ni nani? Ni mwana simba, ila sisi tunamwona yuda, yuda ni mtu. Kwa hiyo Yakobo akiangalia, anamwona ni simba, ni mwana simba, lakini <laughs> sisi tunamwona ni mtu unaona akasema tena kwenye Mwanzo hiyo hiyo, kumi na tisa, kumi na nne, anasema Isakari ni punda hodari, ajira zaye katika ma, katika kati ya mazizi ya kondoo. Unaona, lakini ni watu, anasema ni Isakari ni punda hodari. Unaona, hizi ni baraka za Yakobo akimwangalia Isakari. Ni, ni punda ni punda udari. <laughs> Baraka za Yakobo kali kaambukia mapunda u ni mtu anabeba mizigo, ona ana roho ya punda <clears throat> kwamba atakuja kubeba mizigo baadaye, beba mizigo, wafanya kazi ngumu, ndio punda, ona ana nyota ya punda <laughs> Sasa tunajifunza nini mambo haya? Tunajifunza ni kwamba unaweza kuwa unashambuliwa na mtu lakini Ron, anakuja kiumbe kingine. Tumeona kwamba Dani atakuwa ni nyoka, Yuda ni mwanasimba, na tukaona Benjamin atakuwa ni mbwa mwitu. Kwa hiyo katika ulimwengu loo e, mtu anapotaka kuja kukushambulia anajigeuza umbo, anavaa sura nyingine, anavaa sura ya mnyama, na wewe kama hauchui, utasema nimeshambuliwa na nyoka leo, amekuja na nyoka amekuja nyoka amenishambulia sana. <clears throat> amekuja mbwa kanishambulia sana. Amekuja punda kanishambulia sana. Kaja sokwe mkubwa kanishambulia sana. Unaanza kushangaa, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Shetani, shetani akisikia hivyo kwamba mfama na, anafurahi. Yani pale ukilala, ukistuka, hey! ni nyoka mkubwa huyu, amanishambulia na unatoka unaenda kuhadisia watu kwa simu, kwa simulia, basi shetani anafurahi, kwa sababu anajua mimi sijaonekana. Ameona ni nyoka, ameona chatu, ameona vile. Shetani anafurahi sana akiona pale hajajulikana. Na mimi natangaza leo hii, nataka nikombe. Yamkini umeota vitu vya ajabu kweli, na mkini umesikia sauti za ajabu. Mimi nakutamkia leo hii, kama bwana ishivyo, kiumbe chochote kwa mamlaka ya jina la Yesu kitakachokuja katika ulimwengu balo, amekuja kama sauti ya mtoto mchanga, au amekuja kama sauti ya mtoto imechanganyikana na ya paka, na mimi naagiza ile sauti ibaki kwa namna ile ile, ibaki sauti katika sauti yake asili katika jina la Yesu. Mimi naagiza yeyote anaikuja kama paka, kaka Dishani analia sauti ya mtoto imechanganyikana na paka. Mi naagiza sauti irudi kwenye asili yake katika jina Yesu. Nina amuru yule paka amekuja rohoni, amekuja rohoni, ninamkiuza abaki katika umbo la kirasili. Ninaamuru yule chatu alikuja rohoni, abaki katika umbo la kirasili ili ni muone katika jina Yesu. Ina amuru yule yule sokwe alikuja abaki katika umbo lake la asili siku ya leo katika jina la Yesu. Inaagiza kiumbe chochote kinachokushambulia, awe ni ng'ombe, awe ni punda, inamgeuza abaki katika umbo lake la asili. Haleluya! Sasa kile kinachotakiwa ni kuona kwamba umuone adui yako ni nani. Danieli akaoneshwa Akaambiwa, bwana, wale unawaona ni wafalme, ni wafalme. amewaona wakubwa, manake wametokea katika mamlaka ya juu unaona. No, unapomuona kiumbe ni mkubwa, ametokea katika mamlaka ya juu. Unapokiwa na kiumbe kidogo, kimetokea katika mamlaka ya chini. Kwa hiyo mwana Mungu, usiogope. Unashangaa mtu anaogopa, ameshambuliwa na nini? Ameshambuliwa labda na, na visisimizi na vinyuki Unaona Mwona, unaanza kuogopa kweli. Nyuki ni wengi, ni nyuki lakini wametokea katika mamlaka ambayo ni ya kawaida. Ila wamejikusanya, wamekuwa ni wengi. wengi lakini mamlaka yao ni ya chini. Aidha sababu ya kuogopa. Unanielewa mwana wa Mungu? Basi leo hii Mungu akulinde wewe na familia yako na giza marangu ya ndoto ambayo yameshitani yame yametumia kupitisha magonjwa, hii balaa inang'oa katika jina la Yesu. Ikiwa ni tatizo ambayo chanzo chake ilikuwa ni ndoto, kwa mamlaka ya Yesu inaagiza uponyaji mara moja katika jina la Yesu. Mkini kuna kitu kiliingia tumboni au kwenye kidole, sumu za kichawi, balaa za kichawi na zamu leo uteketea katika jina la Yesu, magonjwa ya kichawi na mule uteketea kwa damu ya Yesu, mashambulizi ya kichawi naagiza leo uteketea kwa damu ya Yesu. Watu mtu yoyote awe ni ndugu yako amekuja kama paka kama kama nyoka kama simba akuja kama ng'ombe au kapunda, amekeuka ili usimfahamu, vua abaki katika umbo la kirasidi katika jina Yesu. Ina mamule ulinzi wa kimbingu huko ulinde wewe na familia yako na mali zako na watoto wako na kazi yako katika jina la Yesu. Sasa imezungumzia mambo haya, lakini kwa wakati ujao nitazungumzia kitu kingine tena. Kwa ninaomba nipatilie sana sana sana sana, na Mungu akubariki sana. Amen.